Sasa e, ndugu zangu wane wane e, ready and gentlemen, bado tunaendelea na kile kipindi chetu pendwa cha chumba e, cha mahojiano. Sasa e, leo nipo na waheshimiwa e, nikisema waheshimiwa na maanisha wakubwa e, nipo na wakubwa wa nchi. Sasa e, sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi, sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja raivu eh, mheshimiwa e, Mr President, Mr Prezida, hivi kawaida e, waziri mkuu inatakiwa awaje? Yani tuelezee, tuexpleini mwonekano wa nje, tunasema external experience. Na muonekano wa ndani internal experience anatakiwa hey, awaje? Waziri kawaida anatakiwa awaje? Hivi ndivyo waziri mkuu anavyotakiwa kuwa. Kumbe ndio unatakiwa uwe hivyo, kwamba uvae suruali nyeusi, hey, ambayo ni isiwe modo, iwe bwanga, lakini upige panga lililo nyoka, halafu koti jeusi, yani kiuvubi, uvae suti E, tai iwe tai ya bendera ya taifa kama kitambaa kiwe kitambaa cha bendera ya taifa ah, kumbe sipo hivyo e, kumbe hata mimi naweza nikawa waziri mkuu, ila sio itakubalika, maana mimi ni katuni. Eh, anyway tuendelee. Kwa hiyo sasa, na ambaye astahili kuwa wa, waziri anatakiwa awaje sasa? Sio waziri mkuu dhaifu dhaifu, naye anaenda kulia pale, na mimi nashangaa barabara hii wa kandarasi huyo, sio waziri mkuu tena we waziri mkuu anapewa tatizo, anatoa maelekezo pale pale. Hebu kaa kwanza mheshimiwa, subiri, hatuja kuruhusu utoe maelekezo bado, hatuja kuruhusu uzungumze. Ngoja kwanza subiri, tuendelee na kipindi. Nikikuruhusu uzungumze, simama uzungumze. Ngoja hey, hey, kwanza tuje kuruhusu, tumwache tu aongee okay. President kasema tukuache tu ongee. Haya, endelea, tunakuruhusu. Kameramani stand by. Trilioni mia tatu na sitini haziko kwenye trabu na trat ni kitu tofauti. Hazipo kwenye nini? Kwenye trabu na trat. Ndio nini? hazipo kwenye hazipo kwenye nini? Mimi sielewi maana yake nini, trilioni mia tatu na sitini hazipo kwenye mashauri haya ya kikodi ya trabu na trak. Asante sana familia ya Ndui Media aza, usisahau ku koment, kushare, kusabskribe na ku like channel yetu ya Ndui Media. Asante sana ndugu watakazakamaji watakazaka